Good morning tua nguvu, karibu katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa hapa millardayo.com na Ayo TV, na ikiwa leo ni Mei 18, 2016, Alice Tupa na kujuza na kukuchambulia ya yale yote na habari zote zilizo make headline kwa siku ya leo. Karibu sana, na magazeti aliyotufikia leo ni pamoja na magazeti ya Hard News, michezo udaku pamoja na jarida la Sani, lakini nikianza na gazeti la Mwananchi, habari kubwa hapa ni habari inayosema Ukawa walizunguka bunge, yarejesha sakata la kuuzwa nyumba za serikali baada ya juzi bunge kuagiza yaondolewe maneno yanayomtaja rais katika hotuba ya maoni mbadala. Lakini pia kuna habari nyingine ambayo nasema wachumi waonya mapambano ya serikali aa, na wafanyabiashara hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa pili wa gazeti hili la Mwananchi, lakini pia kuna habari nyingine ambazo zinapatikana katika kurasa za ndani wa gazeti hili ambao kuna sababu sita bandari da kukosa mizigo mingi. Pia katika ukurasa wa tatu kuna habari inayosema mbunge wa CCM wasema amesoma QT miaka kumi lakini pia abiria themanini wa ATCL wasota da siku sita na tukiangalia katika kurasa za ndani wa gazeti hili uh, katika ukurasa wa pili habari inayosema Ukawa walizunguka Bunge. Kambi ya upinzani imelizunguka Bunge na kurejesha sakata la kuuzwa nyumba za serikali ambalo juzi lilisababisha kiti cha spika kuagiza ondolewe maneno yanayomtaja rais katika hotuba ya maoni mbadala. Juzi, kamati ya kanuni za bunge ilihariri hotuba ya msemaji wa kambi upinzani ya wizara ya mambo ya ndani ikiondoa maneno yanayomtaja Rais Magufuli na baada yake kuweka neno serikali kwenye sakata la uuzaji nyumba za serikali. Hiyo ni habari ambayo unaweza kuipata katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Mwananchi, lakini pia katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili kuna sababu sita bandari Dar es Salaam kukosa mizigo. Kamati ya bunge ya miundom min... mi... Kamati ya Bunge ya miundo mbinu imebaini sababu sita ambazo zimesababisha kupungua kwa shehena za mizigo katika bandari ya Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na kodi zinazotozwa kwa watoa huduma zitolewazo kwenye mizigo ya nje. Sababu hizo zilibainishwa jana na mwenyekiti wa kamati hiyo, Dr. Norman Sigala, alipokuwa akiwakilisha maoni ya kamati yake kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na kwa kwa mwaka wa fedha 2016 2017 alizitaja sababu nyingine kuwa ni kutozwa kwa pamoja kwa tozo za port storage na custom warehouse rent, pia ushindani mkubwa katika kupakua na kupakia mizigo oh, lakini wakati katika bandari ya Dar es Salaam inachukua siku tisa, bandari nyingine kama Daban ni siku nne tu. Ha, lakini pia katika ukurasa wa tatu kuna habari ambayo inasema mbunge wa CCM asema amesoma QT miaka kumi. Mbunge wa viti maalum CCM Agnes Mara amesema waliosambaza habari mbaya kuhusu elimu yake wamemsaidia kupata umaarufu. Habari kuhusu utata wa elimu yake zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia mwishoni mwa wiki iliopita baada ya habari ya Mwananchi Digital kumuonyesha akiponda wa bunge wa upinzani kushikilia hoja ya kutaka shughuli za bunge ziendelee kurushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni, na hizo ni habari ambazo zipo katika gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia tukiangalia gazeti la Habari Leo kuna habari ambayo ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti inayosema bilioni 39 za tengwa kukabili foleni da ndege zaidi ya tatu kununuliwa kwa bilioni mia tano lakini pia wizara ya ujenzi yaomba jumla ya trilioni 4.8. Aa, pia kuna habari picha ambapo zinaonyesha matumizi ya hizo hela pamoja na ndege za kisasa kununuliwa, bandari ya Dar kuboreshwa reli Arusha Musoma inakuja, lakini pia kuna reli ya kati ya kisasa kujengwa, foleni ya magari kudhibitiwa, pamoja na ujenzi wa madaraja kuendelea. Lakini pia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la habari leo kuna habari inasema, Kitwanga asema serikali haifichi mkataba wa Lugumi, asisitiza wabunge kufuata utaratibu kuona mikataba. Habari ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia kwenye ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la habari leo kuna habari inayosema waliorekodi video ya kujabi waliorekodi video ya kujamiana kotini leo, na tukiangalia kwa undani zaidi katika gazeti hili Foleni daa ya tengwa bilioni 39 ndege tatu kununuliwa. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano imeomba kuidhinishwa shilingi tilioni 4.8 kwa ajili ya mwaka ujao wa fedha ambazo kati ya hizo sekta ya ujenzi imetengewa sehemu kubwa ya fedha zitakazojenga barabara ikiwemo kuondoa msanga, msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Licha ya sekta ya ujenzi ambayo imetengwa shilingi trilioni 2.1, kwa upande wa uchukuzi, miongoni mwa maeneo ambayo bajeti imeyapa kipaumbele ni pamoja na shirika la ndege Tanzania ATCL lililotengewa shilingi bilioni 500 kwa ajili ya ununuzi wa ndege zaidi ya tatu. Ah, lakini pia katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la habari leo hab, kuna habari inayosema Kitwanga asema serikali haifichi mkataba wa Lugumi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Charles Kitwanga amesema serikali haifichi mkataba wowote ukiwemo wa Lugumi Enterprises, isipokuwa wabunge wanapaswa kufuata taratibu ili kuona mikataba mkata, hiyo kama kanuni zinavyowaelekeza. Kitonga alisema hayo juzi usiku bungeni wakati akifanya majumuisho ya mjadala wa hotuba yake ya bajeti kwa mwaka wa 2016 2017. Lakini katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo kuna habari ambayo inasema Samia sema sijawahi kup... Samia sema sijawahi kupinga utumbuaji wa majipu. Makamu wa rais Samia Hassan Suluhu amewataka wakuu wa mikoa na wa wilaya kuzingatia sheria za kanuni za utumishi wa umma wanapotaka kufukuza kazi watumishi wanaokwenda kinyume. Samia alisitiza jana kuwa hajawahi kupinga utumbuaji majipu kama ambavyo alinukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari. Hata hivyo, aliwaambia wakuu hawa wa mikoa na wa wilaya kwamba mwenye mamlaka ya kutumbua majipu ni rais pekee kwa kuwa anauteua, kwa kuwa anateua, anaajiri na kufukuza. Hizo ni habari ambazo zinapatikana katika habari hii kwenye gazeti hili la habari leo. Lakini pia tuna gazeti la Nipashe ambapo habari kubwa hapa inasema ukawa walizidi bunge maarifa. Habari ipo katika ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili la Nipashe. Lakini pia kuna habari nyingine ambayo inasema mahakama yatupa kesi ya ubunge ya Kafulila. Lakini pia kuna habari nyingine inayosema bajeti wizara ya mambo ya ndani ya Peter, kia Ina. Na tukiangalia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili katika ukurasa wa pili kabisa wa gazeti hili habari unasema, Kafulila pigwa mwereka kesi ya kupinga matokeo ya ubunge. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Tabora imetupia mbali kesi iliyofunguliwa na mbunge wa zamani wa Kigoma Kusini NCCR Mageuzi, David Kafulila. sababu kubwa iliyofanya kutupwa kwa kesi hiyo ni sababu kubwa iliyofanya kutupwa kwa kesi hiyo na kumtangaza Hasna Mwilima kupitia CCM kuwa mshindi halali ni upande wa mlalamikaji kushindwa kutoa ushahidi ambao ungeishawishi mahakama kutengua ushindi huo. Lakini pia tukiangalia katika ukurasa wa mbili wa gazeti hili lanlipashe kii habari inasema Ukawa walizidi bunge maarifa, wakati juzi kamati ya kanuni za bunge ilizuia kuwasilishwa kwa taarifa za maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi iliyoelezwa kusheheni uki ukiukwaji kanuni za kudumu za bunge kambi hiyo jana ilirejesha kiaina taarifa hiyo bungeni mjini hapa kabla ya kuwasilishwa kwa hotuba makadirio ya bajeti ya wizara hiyo. Juzi asubuhi, mwenyekiti wa bunge Musa Hassan Zungu alimwagiza msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Godbless Lema kukutana na kamati ya kanuni ili kujadiliana kuhusu maudhui yaliyokuwemo kwenye taarifa yake. Ha. Hizi ni habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Nipashe, lakini pia tukimalizana na gazeti la Nipashe, tuna gazeti jingine la Raia Mwema ambapo habari kubwa katika gazeti hili inasema, tumbua tumbua, Magufuli awatisha mawaziri wawili wenzao wabaki vinywa wazi kikaoni. Lakini pia kuna habari nyingine inasema hujuma kubwa sekta ya ngozi, na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi inasema miezi sita ikiwa imepita tangu Rais John Magufuli kuingia madarakani, wizara mbili, wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji na ile ya kilimo, mifugo na uvuvi na uvuvi zimeelemewa na mbinu chafu za baadhi ya wafanyabiashara wa sekta ya ngozi. Tanzania ni miongoni mwa nchi sita tu duniani zinazotengeneza dawa ya kuchakaza ngozi, dawa ambayo baada ya kutumika kuinua uzalishaji na ubora wa bidhaa ya ngozi hapa nchini husafirishwa na kuuzwa katika nchi za India, China, Japan, Malaysia, Ufaransa, Italia, Uingereza na baadhi za nchi za Afrika. Na wakati huu huo Tanzania ikiwa Soko la bidhaa za ngozi kama viatu kutoka katika baadhi ya nchi hizo hasa China na Italia. Tukiangalia kurasa za ndani wa gazeti hili la Raia Mwema katika kurasa wa tatu, kuna habari ambayo anasema, Rais Magufuli awatisha mawaziri wawili. Rais Dr. John Magufuli ameonyesha kukerwa zaidi na utendaji kazi wa mawaziri wawili kiasi cha kuwafokea katika kikao maalum kikao maalum cha mawaziri cha hivi karibuni. Raia Mwema limeelezwa mawaziri hao ambao katika utawala wa awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Kikwete walikuwa katika wadhifa wa naibu mawaziri walijikuta katika mtihani huo mbele ya mawaziri wenzao wengine kadhaa waliobaki vinywa wazi. Vyanzo vya kuaminika vya gazeti hili vimeeleza kuwa Rais Magufuli anataka mawaziri wake wawe mfano wa watendaji bora kwa watumishi wote wa serikali, na kwamba kwa sasa kuna mawaziri, mbali na hao wawili aliowafokea, ambao wanaona hawaendi na kasi yake. Okay. Lakini pia katika ukurasa wa nne wa gazeti hili kuna habari inayosema waendesha bodaboda Mwanza kumekucha. Katika juhudi za kukabili, katika juhudi za kukabiliana na tatizo la ufinyu wa ajira kwa vijana, umoja waendeshaji pikipiki UWP mkoani Mwanza umejijengea uwezo wa kuwakopesha pikipiki hamsini zenye thamani ya shilingi milioni mia ishirini kila wiki. Mkakati huo ulianza kutekelezwa mwaka 2013 kuwawezesha endesha pikipiki maarufu kama bodaboda kumiliki pikipiki zao na kujiinua kiuchumi kujiinua kiuchumi. Hizo ni habari ambazo zipo katika gazeti hili la Raia Mwema. Uh, pia tuna gazeti la Mtanzania, ambapo habari kubwa hapa katika ukurasa wa mbele kabisa inasema upinzani wa mtega JPM wasema kivuko cha daa Bagamoyo ni jipu la viwango, lakini pia wakumbusha uuzwaji nyumba za serikali. Tukiangalia kwa, tukiangalia kwa undani zaidi gazeti hili la Mtanzania ukurasa wa 4 wa gazeti hili habari unasema pinzani wa mtenga JPM. Kambi ya upinzani bungeni jana iliibua madudu ya kutisha kuhusu kivuko cha MV Dar es Salaam na kusema kuwa ni jipu lililoiva kwa viwango vyote na linatakiwa kutumbuliwa mara moja vilevile walidai kivuko hicho ni feki na kibovu, ambacho ununuzi wake ulifanywa na wakala wa ufundi na umeme Temesa na kugharimu dola za Marekani milioni nne laki tisa na themanini sawasawa na, na shilingi bilioni tisa nukta tisa moja sita. Tukiangalia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mtanzania kuna habari inayosema wasio na mifuko ya plastiki wazuiwa mabasi ya DAT. Baadhi ya wafanyabiashara wa samaki katika soko la kimataifa la Feri, Dar es Salaam, wamezuia kupanda katika mabasi ya mwendo kasi hadi wahifadhi vizuri mizigo yao ili isitiririshe maji ndani ya mabasi hayo, ikiwa ni siku ya pili tangu kuanza rasmi kwa huduma ya mabasi hayo. Jana Mtanzania alishuhudia wanawake wakiwa na ndoo za samaki wakizuia kupanda mabasi hayo hadi wahifadhi katika mifuko ya plastiki maarufu rambo kulinda mazingira ndani ya mabasi hayo. Lakini pia katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili kuna Kafulila sema na kata, na, Kafulila sema nakata rufaa. Alikuwa mgombea wa ubunge jimbo la Kigoma Kusini kwa tiketi ya chama cha NCCR Mageuzi, David Kafulila amesema anakusudia kukata rufaa baada ya kesi yake kupinga matokeo ya ubunge kutupuliwa mbali na Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Tabora jana. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya Jaji Fernandi wa mbari kutoa hukumu iliyompa ushindi mbunge wa sasa wa jimbo hilo Husna Mwilima. Hizi ni habari ambazo zipo katika gazeti la Mtanzania. Pia katika gazeti la Uhuru kuna habari nyingine ambayo inasema Luhuvi atoboa siri kutemwa kwa Loasa. Naibu mkuu, kat, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Rajabu Luhavi amesema kutemwa kwa waziri mkuu wa zamani Edward Loasa katika mbio za kutafuta uteuzi wa kugombea urais na kuibuka mshindi kwa aliyekuwa waziri wa ujenzi Dr. Magufuli Hulitokana na, wa Tanzania, hulitokana na matakwa ya Tanzania wenyewe kwa kuainisha sifa za rais waliokuwa wakimtaka. Lakini pia katika kurasa za ndani wa gazeti hili la Uhuru kuna habari inayosema UVCCM ya tikisa Kilombero. Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM jana uliiteka mji wa Kilombero kiasi cha kufanya shughuli kusimama kufuatia maelfu ya wananchi kujitokeza kumpokea kaimu katibu wa idara ya organization na siasa ya umoja huo taifa pili Agostino pili alianza ziara yake ya operation amsha amsha mkoani Morogoro, hali iliyoleta mtikisiko mkubwa katika mji wa Kilombero, hasa kwa vyama vya upinzani, ambapo utitiri wa wananchi waliojitokeza ulifanya wengi kupigwa na butwaa. Waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya wizara yake huku akiainisha vipaumbele katika sekta ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano katika kuleta tija na maendeleo ya haraka. Akizungumza na gazeti hili, alisema kila sekta kuna vipaumbele tumetenga, ambapo kwa sekta ya ujenzi fedha zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji kwa miradi inayohifadhiwa na washirika wa maendeleo na miradi iliyoainishwa katika mpango wa maendeleo wa miaka mitano, alisema Profesa Mbarawa. Lakini pia katika ukurasa wa tano gazeti hili kuna wanaosema wanaoishi hifadhini watakiwa kuondoka. Serikali imewataka wananchi wote wanaoishi kwenye maeneo ya hifadhi kuondoka mara moja, kwa kuwa sheria na utaratibu hauruhusu watu kuishi kwenye maeneo hayo. Tamko hilo lilitolewa na waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, George Simbachawene wakati akijibu swali la mbunge wa Chemba Juma Nkamia imbo cha alisema serikali imejipanga kumaliza migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji. Hivyo aliahidi kwenda na Nkamia jimboni kwake kumaliza tatizo hilo. Hizi ni habari ambazo unaweza kuzipata katika gazeti hili la Uhuru, lakini katika magazeti ya michezo, gazeti la Dimba lina habari ambayo linasema, wanakaa tena Yanga ya wazidi ujanja wa Angola la kwao. Pia kocha plujim aagiza wachezaji bao la mapema. Hiyo ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Dimba. Aa, lakini pia kuna gazeti, kuna habari nyingine nasema, sura mpya Simba ni hizi hapa zimeonyeshwa sura mpya za wachezaji wa Simba ambapo ni Lauditi Mavugo, Shiza Kichuya, Didie Kavumbagu, Hasani Kabunda pamoja na Edi Mob. Unaweza kusoma habari hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Lakini pia kuna habari nyingine ambayo inasema Aveva asalimu amri, Simba Sport Club aitisha mkutano mkuu kutuliza wanachama. Hizo ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Dimba, lakini pia tukiangalia katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili kuna habari nyingi tu katika gazeti hili la Dimba. Aa, pia tuna gazeti la Champion ambapo habari kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la champion ni, aa, kuna habari inayosema ngoma ahenyeshwa Angola, aibiwa kila kitu atua din aibiwa kila kitu atua dundo na viatu mkononi. Lakini pia Yanga ajiandaa kuweka rekodi leo. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili kunaasa, kesi yafunguka sasa, nipo mlimani najifua uh, aveva asema, aveva asema ajibu kesi, wametusaliti Hizo ni habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili za Champion kama unavyoona hapa katika ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. Tukimalizia tukimalizia magazeti ya michezo, tuna gazeti la Lettera ambapo habari kubwa katika gazeti hili inasema Yanga inshallah, Yanga inshallah. Uh, lakini pia kuna habari inayosema Aveva jibu Aveva asema ajibu kesi wasaliti Simba. Habari hii unaweza kusoma katika ukurasa, habari unaweza kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Lete Raha a, hizo ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa nyuma gazeti hili, lakini pia ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Lete Raha, na tunaingia katika magazeti ya udaku ambapo leo tuna gazeti la Risasi ambapo tunaona kuna habari za masaa wetu mbalimbali hapa mbali katika ukurasa wa mbele lakini pia katika ukurasa wa nyuma gazeti hili kuna habari ambayo inasema askofu mkewe wazua timbwili kanisani. hizi ni, moj hii ni moja tu ya habari ambayo ipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Ijumaa. Lakini pia tuna jarida la Sani, aa jarida la Sani limetoka leo na kama unavyoliona katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili na ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la jarida la Sani na jarida la Sani ndiyo linayotukamilishia uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo hapa MillardAyo.com na AyoTV. Usisahau tu mtango wa nguvu kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni MillardAyo, vile vile Facebook, Instagram, Twitter tunatumia jina hilo ilo la MillardAyo. Mimi ni Alice Tupa, tukutane tena kesho asubuhi.